Maamuzi include... ya kiusalama kuhusu Ukraine na sharti Ukraine kuwa na usemi. Hii ni haki na itafanyika kwa sababu jambo likiamuliwa kwa usiri bila nchi au watu wake kufahamu, kuna hatari uamuzi huo hautekelezeki. Ukraine ina rasimu iliyoandaliwa Geneva. Rasimu hiyo ipo mezani na tupo tayari kusonga mbele na Marekani kushauriana na rais Trump na Ulaya, na viongozi wanaweza kusaidia. Nipo tayari kukutana na rais Trump. Kuna masuala nyeti ya kujadiliana bado yapo, na nadhani uwepo wa viongozi wa Ulaya utakuwa msaada mkubwa. Tupo kwenye hatua muhimu, mashauriano yameshika kasi mpya na sharti tuchangamkie fursa hii Si kwa sababu kuna hatari. Ukraine ipo imara, Urusi imepungua, na Ulaya imejitolea, lakini kwa kuwa tuna nafasi ya kupiga hatua ya kweli kuleta amani lakini sharti la amani kweli ina msingi wa usalama na sio uhakikisho wa karatasi tu. Ukraine imekuwa na ahadi zilizovunjwa na kushambuliwa na Urusi. Uhakikisho wa usalama ni muhimu, na hili nitasema ndio lengo la muungano huu wa washirika wa kujitolea.